Kelo zipo nyingi, lakini kelo ya watanzania na vijana wengi ambao tunaambiwa ni zaidi ya asilimia 60 ni katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Tunahitaji tupate katiba mpya. Katiba yetu kwa mujibu wa historia ilianzishwa, ilizinduliwa tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1977 pale Karimjee, Dar es Salaam, ikiwa ni bunge la kwanza. Leo tuna mabunge mangapi yaliyopita? Sasa ni Dodoma, Dodoma pale kwa kuna Piusi Msekwa, sasa kuna ukumbi mpya aliwacha Rais Jakaya Kikwete. Bila kukosea, katika hiyo asilimia sitini ya vijana tujiulize, tangu tarehe 24 ya mwaka 1977 mpaka tarehe ya leo ya mwaka 2025 Takriban miaka mingapi? Kwa uthibitisho wa vijana, tunahitaji haki ya kikatiba. Tumeona mambo yaliyotokea Oktoba 29, taifa, kama vijana tumeumia sana, sana. Naomba kulingana na muda tuwe watulivu kidogo. Tumeumia sana, tumesimama hapa kama Watanzania yawezekana wengi wanashindwa kutoa maoni kulingana, pia kuna changamoto zinazojitokeza, tunakuwa shindwa kuwa uhuru. Sasa hata haya maoni tunashindwa kuelewa ni yepi tutoe. Naweza nikatoa maoni lakini unahofia nitafika kesho <laughs> A -a, ni ukweli usiopingika. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema katika moja ya nukuu, ni kimnukuu, katiba ni sawa na vazi la mwanafunzi. Mwanafunzi anapokuwa darasa la kwanza shule ya msingi aushone, ushonewa vazi jipya, lakini anapofika darasa la saba vazi lile halimfai tena, ni la kuchanachana kutupa na kumtengenezea vazi litakaloendana hiyo e, ni nukuu ya hayati baba wa taifa, kwamba mwanafunzi anapofika darasa la saba uniformu yule ya darasa la kwanza haitomfaa tena, ni kuichanachana na kumtengenezea uniformu itakayomtosha na mazingira yake ya wakati ule. Mwaka sabini na saba teknolojia si tani kama ilikwepo. WhatsApp haikwepo, Instagram haikwepo, Twitter haikwepo, lakini vyombo hivi ndivyo vimefanya hata serikali nyingi zimekuwa madarakani lakini na vyombo hivi maana hizi social medias zimefanya serikali nyingi zimeondolewa madarakani. Tunayo mifano mingi sana. Sasa lazima tujue kwamba vijana kiu yao kubwa ni katiba. Isipokuwa hivyo, kuna haki za msingi haziendani na dunia ya sasa, tutaingia kwenye machafuko, tutauana kwa sababu tutadhibitiana kwa vitu kidogo. Naomba nimalize kulingana na muda maoni yangu na maombi yangu. Naitwa Mr Nestori Pasco Creva, uh, ni mkazi wa jiji la Mbeya. Yamezungumzwa ya wengi na wadau hapa, lakini ninapenda nizungumze kitu kimoja au viwili. Nilikuwa najaribu kumsikiliza waziri mkuu Mwiguru Nchemba, yeye anazungumza, anasema taifa hili lina rasilimali za kutosha na ndiyo maana watu wengine wanamezea mate. Amezungumza rasilimali tulizo nazo, na ni kweli. Ukiangalia Tanzania, mbuga ni za kutosha, ardhi iliyofaa kabisa kwa ajili ya kilimo ni ya kutosha, maji. Sehemu ambayo inachukuliwa na maji safi tu ya matumizi ya binadamu, kwa kilimo, kunywa na kadhalika, yapo ya kutosha. Angalia rasilimali zilizo chini ya ardhi ni za kutosha. Yaani ukichukua Mbeya na Njombe, Rwanda haiwezi kufanana na Mbeya na Njombe, ni mji mdogo sana wa Rwanda, lakini wana utajiri, wana maisha bora kuliko watu wa Mbeya na Njombe kwa mfano. Lakini kwa nini tufike hali hiyo mpaka waziri huyu mkuu anazungumza, anasema watu wanamezea mate rasilimali tulizonazo? Lakini mbona watanzania hatufanani na rasilimali hizo? Mbona hatufanani nazo, kama kweli tunazo rasilimali hizo anazosema? Na mimi naamini na na zipo unayozungumza uranium, ehe, Liganga, ma madini ya chuma kabisa, yani ni ufahari wa hali ya juu. Mbona hatufanani nazo? Yani tukiangalia watanzania maisha yetu na hizo rasilimali, mbona tuendani? Mimi nilichokigundua ni kimoja, ni ubinafsi, ubinafsi, ubinafsi wa viongozi tulionao. Hivi viongozi tulionao leo wanaweza kafanana na Nyerere hata kwa sekunde? tunaomba roho wa Mungu waingie huko aliko. Angalia, hili lilitokea Desemba 20 hapo 29, ni kwa sababu ya vijana hawajashirikishwa kwenye mchakato wa demokrasia hii. Unayo access hapa, waziri, ni demokrasia kubwa mno, direct democracy hapa, ambao kila mtu yuko huru kusema na umesema, tuseme. Kwa hiyo sasa vijana kitendo cha kuwaziba vijana na kutolea mfano hapa naweza nikaa na bomba lile la kusukuma vijini humo tuna mabomba kama yale. Hapo unasukuma maji pale una kuna lo, kuna koki ya kutoa maji. Unaposukuma pale umefunga. Umefunga pale stoke lakini hapo unasukuma. Unategemea nini hapa njiani? Si maana yake tapasuka. Ndicho kilichotokea tokea tarehe 29. Kwa sababu umezima, umeziba watu wasiseme, watu wasiwe huru. Haya angalia, mtu anampenda mtu wake amchague, unamkata jina kule. Chama fulani nakipenda, unakipata kule sasa unategemea huyu kijana afanye nini? Kimbilio lake liwe wapi? Wataalamu wa dunia walioleta demokrasi waliona mwanadamu ana mambo mengi, ana machaguo mbalimbali, wakaweka ili kila mtu awe kwenye mwanya anaoupenda. Kwa hiyo tuwaombe viongozi wetu, hivi vyama ni vya kwetu, haya ni maisha yetu wote. Tupunguze tupunguze ubinafsi <laughs> yani ubinafsi. kwa hiyo, kwa hiyo vijana naomba jambo la mwisho waziri kuna vijana hapa wana uwezo mkubwa wa kufanya biashara, mitaji ni changamoto, watu wamesema.